Vijana, leo ni siku nyingine tena ya kupata tafakari katika nukuu ya leo. Na nukuu ya leo inakwenda moja kwa moja kwa yale tunayopenda kusikiliza na kuyatazama, lakini pia kusoma. Leo katika jamii nyingi katika umri ule wa miaka kumi na sita hadi ishirini na tano umri huu ndiyo umri ambao vijana wakiamua kutulia kwa Mungu na kuisikia sauti yake na kuelekezwa, wataweza kutenda mambo makubwa kwa ajili ya sasa na hata katika wakati ujao. Lakini ni katika umri huu huu vijana wengi wameingia katika dhoruba, akili zikiwa zimevurugwa, na hasa kutokana na yale ambayo tunapenda kusikiliza, kusoma na hata kutazama asa, swali linaulizwa, kijana, unasikiliza na kutazama nini? Je, hivyo unavyovisikiliza na kuvitazama na kuvisoma vinakuachia impact gani? Vinakuachia matokeo gani au athari gani katika akili yako? Leo tunao vijana wengi wa kiume na wa kike wakitumia muda mwingi kuangalia picha ambazo zinaongeza miemko na hisia za kimapenzi katika miili yao, na matokeo yake shetani anawashawishi kutenda dhambi hata kabla ya nyakati. Lakini pia wapo ambao, kwa kushindwa kumheshimu Mungu na kuliweka neno lake ndani yao, wamejikuta wakiharibikiwa. Na neno linasema ya kwamba kama kuna kitu ambacho vijana wa kiume na wakike wanapaswa kukizingatia, basi ni kuilinda akili isiathiriwe na chochote, na ndio maana neno linasema kwamba linda sana moyo wako kuliko yote unayoyalinda maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Ukweli ni kwamba ubongo ukilishwa vitu visivyo sahihi, akili yako moja kwa moja itaharibika. Sasa swali naulizwa, nini unacholisha ubongo wako? Nini unacholisha macho yako? Unatazama nini? Unasikiliza nini? Unasoma nini? Vijana wengi leo wapendi kusoma vitabu vya kiroho, lakini wanaweza kusoma vitabu vya kimapenzi. Na hata kuna wengine wanakuambia wakisoma wanasinzia, vitabu vya kiroho, Biblia wakisoma wanasinzia, lakini yuko tayari kusoma vitabu vya mapenzi usiku kucha, na matokeo yake hata wengine wanashindwa. Maana mahali ambapo akili itakiwa ilishwe vitu vya msingi, ndipo inalishwa vitu vya ovyo. Leo tumeshuhudia vijana wengine hata kwenye mitihani, wanaosoma sekondari, wanaosoma vyuo, badala ya kuandika kile kilichoulizwa maswali yaliyoulizwa kwenye mtihani, kijana anaandika kile anachokijua yeye. Wengine wanachora wachezaji, wengine wanachora wasanii, wengine wanaandika nyimbo za wasanii. Wako vijana wengi leo hata amri kumi za Mungu hawawezi kuzikariri kwa kichwa lakini utakuta amekalili wimbo wa msanii fulani kichwani mwanzo hadi mwisho tangu mstari wa kwanza hadi mstari wa mwisho na kituo chake. Sasa Mungu anahitaji vijana ambao wanajiheshimu wao wenyewe kwanza, kwa kuheshimu miili yao na akili yao kwa vile wanavyovilisha, wanavyovitenda, kuvisoma, kuvisikiliza na mwisho wamuheshimu Mungu katika maisha yao, na ndipo tunapata nukuu hii katika mjumbe wa Mungu anapoandika kwenye kile kitabu cha uh, Letters to Young Lovers kurasa wa sitini barua kwa vijana wanaopendana kurasa ule wa sitini. Sasa nini anachokiandika? Wengi wa vijana wana hamu ya vitabu, wanasoma kila kitu wanachoweza kupata. Hadithi za mapenzi zenye kusisimua na picha chafu zina uvutano mbaya. Riwaya husomwa kwa hamu na wengi, na matokeo yake mawazo yao yanatiwa unajisi. Picha za wanawake katika hali ya uchi husambazwa mara kwa mara kwa mauzo. Huu ni wakati ambao ufisadi umekithiri kila mahali. Tamaa ya jicho na tamaa mbaya huamshwa kwa kutazama na kusoma. Moyo umeharibika kupitia mawazo. Akili hufurahishwa na kutafakari matukio ambayo huamsha shauku duni ya chini. Picha hizi chafu zinazoonekana kupitia mawazo yaliyotiwa unajisi huharibu maadili na kuwatayarisha viumbe vilivyodanganywa vilivyopumbazwa, ili kujiachia katika tamaa mbaya. Kwa hiyo ujumbe huu maana yake ni nini? Ujumbe huu ni mashauri kwa ajili ya vijana kwamba kuchagua na kupembua kwa yale tunayoyatazama, kwa yale tunayoyasikiliza kwa yale tunayoyasoma ni sharti yote yawe ya kumpendeza Mungu, na ndiyo maana katika Wakorintho wa, wa kwanza 10:31 anaandika, anasema kwamba basi mlapo, mnywapo au mtendapo neno lolote, tendeni yote kwa utukufu wa Mungu. Kumbuka vijana wa kiume na wa kike, usipolinda akili yako sasa, usipolinda usipolinda ubongo wako sasa, na kutambua kwamba uulishe nini, nini, kita, nini ubongo wako utazame nini, ubongo wako usikilize utaharibu akili yako kwa maisha ya baadaye. Na ndiyo maana leo, kwa sababu ya akili kutumika vibaya katika ujana, hata kazi zimezorota. Kijana unachaguliwa kupewa kazi fulani maofisini, kwamba usimamie kwa weledi, matokeo yake hakuna uadilifu wowote. Na kwa nini inatokea? Hii inatokea kwa sababu akili haikulishwa mambo yaliyo sahihi. Kwa hiyo, ili uweze kusimama imara, chagua kile unacho kisoma, chagua kile unachokisikiliza, chagua kile unachokitazama, na hapo ndipo utaweza kusimama imara. Kumbuka, linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana huko ndiko zinakotoka chemichemi chemi za uzima. Niliwambia moyo sio kiungo kinachosukuma damu. Moyo ni mawazo, ni akili, ni vile unavyofikiri, na hasa katika ubongo wa mbele. Nini unacholisha ubongo wa mbele? Tafakari sana na Bwana akusaidie. Karibu kwa tafakari nyingine tena itakayofuata, na Mungu aendelee kukubariki kijana wa kiume na wa kike. Bwana atuandae wote kwa ajili ya uzima wa milele. Endelea kujiunga katika chaneli hiyo, endelea kufuatilia mambo mbalimbali mbali na tafakari mbalimbali kwa ajili ya kutuandaa kwa uzima wa milele. Karibu.